Swali la nne ni nani waliowakwanza kuanza desturi ya sala za kanisa? Waliowakwanza kusali sala ya kanisa ni mosi, Wayahudi wa agano la Kale, ambao walisali saa tatu asubuhi, saa sita mchana na saa tisa alasiri. Tukirejea kitabu cha Zaburi sura ya mia kumi na tisa aya mia sitini na nne neno la Mungu linasomeka hivi Ninakusifu mara saba kwa siku. Kumbe huu ndiyo mzizi wa sala ya kanisa. Na pili ni yesu pamoja na mitume. Yesu pamoja na mitume walishiriki katika sala za kawaida za Wayahudi. Tukirejea kitabu cha matendo ya mitume sura ya tatu aya ya kwanza, neno la Mungu linasomeka hivi: Petro na Yohane walikuwa wakienda hekaluni saa ya tisa ya kusali na tatu ni Wakristo wa karne ya mwanzo. Kumbe baada ya Yesu na mitume, Wakristo wa, wa karne za mwanzo waliendeleza desturi ya kusali sala za kanisa. Baada ya Pentekoste, wakristo hao wa, wa mwanzo waliendelea kusali sala ya kanisa. Na nne ni wamonaki na watawa wa karne za mwanzo, watakatifu kama Benedikto wa Nursia, karne ya sita waliweka ratiba rasmi ya sala ya kanisa katika nyakati saba ambazo zimekuwa ndio msingi wa sala ya kanisa hadi nyakati hizi. Swali la tano: ni nani wanapaswa kusali sala ya kanisa kila siku kwa wajibu? Ni kweli kwamba wakristu wote tunahimizwa kusali sala ya kanisa kila wakati, lakini kikanuni au kiwajibu wanaotakiwa kusali sala ya kanisa kila siku ni waklero pamoja na watawa.